Uh, Chama cha Mapinduzi CCM kimetoa eh, taarifa kwa umma ambayo inasema kusitishwa kwa mikutano inayohusisha wajumbe wa vikao vya uchujaji na uteuzi wa wagombea wa ubunge wa uwakilishi na udiwani. Chama cha Mapinduzi eh, kinaendelea na maandalizi ya mchakato wa ndani, wa ndani wa uteuzi wa wanachama watakaojitokeza kuomba kugombea nafasi za ubunge uwakilishi na udiwani kwenye uchaguzi mkuu wa mwaka 2025 kupitia CCM. Aidha, mchakato wa ndani wa CCM utahusisha zoezi la uchukuaji na urejeshaji wa fomu, vikao vya awali awamu ya kwanza vya uchukuaji na uteuzi kwa ajili ya upigaji wa kura za maoni, na kisha vikao vya uchujaji na uteuzi wa mwisho wa wagombea wa CCM kwa nafasi husika. Ni kwa kuzingatia hilo, CCM inasitisha mara moja ziara, mikutano, semina na makongamano yanayohusisha wajumbe wa vikao vinavyopigia uh, vinavyo kura za maoni wagombea kwa ngazi zote mpaka baada ya kura za maoni. Aidha, CCM inaendelea kusisitiza kuwa mwanachama yeyote anayetarajia kugombea au wakala wake kuepuka kufanya vitendo vyovyote vinavyoonekana dhairi kuwa ni kinyume cha katiba, kanuni na miongozo ya chama chetu. CCM inawataka viongozi, watendaji na wanachama wake kuendelea kusimamia maadili na nidhamu ya chama wakati wote wa maandalizi ya mchakato wa ndani na utekelezaji wa shughuli zote za uteuzi wa wagombea wa CCM kwa ajili ya uchaguzi mkuu mwaka 2025. Ni wajibu wa kila mwanachama wa CCM kuendelea kuimarisha umoja na mshikamano ndani ya chama kwa kuzingatia dhamana na imani kubwa tuliopewa na Watanzania. Imetolewa na Katibu Mkuu Dr. Balozi Dr. Emmanuel John Nchimbi. Hii ni taarifa kuhusu Chama cha Mapinduzi kuahirisha michakato uh, uh, ya ndani ya uchujaji na uteuzi wa wagombea ni taarifa ambayo kusema la ukweli imeshtua, hasa ukizingatia kumekuwa na vuguvugu la Chadema la kudai mabadiliko ambalo limetikisa eh, katika ukanda huu wa nchi za Afrika Mashariki, hasa hapa kwetu Tanzania na leo imetoka taarifa kwamba balo rais eh, eh, ah, wa Zanzibar Dr. Hussein Mwinyi ameahirisha naye uvunjaji wa baraza la wawakilishi Zanzibar. Lakini hii huenda kuna vuguvugu vugu au fukutu ambalo liko ndani ya serikali ambalo bado halijawekwa wazi huenda uh, jambo lolote likatokea, hasa swala ambalo kwa kweli kwenye mitandao ya kijamii na umma wa Tanzania, umekuwa ukiguswa sana na swala la mabadiliko ya katiba, mabadiliko ya katiba na vile vile mabadiliko ya sheria za uchaguzi ambazo kusema ukweli zimekuwa zikipigiwa kelele na wadau mbalimbali hasa zikionekana kwamba zimepitwa na wakati. Huenda uh, nini, kuna jambo ambalo linaweza likatokea muda wowote, ila ni swala la kusubiri, hasa e, tarehe 27 aya uh, saba ya mwezi wa sita, ambapo mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan anatarajiwa e, kuvunja bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kama itatokea bunge halijavunjwa alijavun, kama tarehe tajwa tare, inavyosema basi, tutegemee kuna jambo lolote ambalo linaweza eh, kutokea kwenye ardhi mama hii ya Tanzania.